Habari pioneers, uh, popote pale mlipo. Kwa majina naitwa Revo Juma. Uh, leo ninaenda kufundisha ninaenda kufundisha uh, namna ya kutengeneza chatbot AI kwa wale watu wanataka kutengeneza application. Kuna sehemu mbili, kuna sehemu ya custom uh, na kuna sehemu ya chatbot AI. Sasa hapa kwenye custom nitapatolea maana, nitakuja nione tunaonyesha ni tofauti kati ya custom pamoja na hii chatbot AI, kwamba zina tofauti uh, gani. Hii custom ni ile inayotumia inayotumia SDK pamoja na UI. Tutazitolea tofauti mje mnielewe. Kwa leo tuna deal na chatbot kama mnavyoiona. Kwa leo nataka kutengeneza chatbot. Kitu cha kwanza unashuka chini palipoandikwa hapa create new app. Hapa palipoandikwa kwenye create new app unatakiwa ubonyeze. Wakishafunguka kuna hii sehemu hapa. Hii eneo hapa inatakiwa uandike sasa maarifa yako kwamba wewe application yako inahusika na kitu gani. Labda ni biashara au nini. Ila mimi ya kwangu inahusika na masuala ya film production, na uzalishaji wa filamu. Kwa hiyo nitakachokifanya mimi kwa kuwa application yangu inahusika na film production nitaandika hapa film films production, kwa kuwa ndio application yangu inahusika na mambo ya mambo ya uzalishaji wa filamu, kisha nitabonyeza hapa, nitashuka chini, nitabonyeza hapa palipo andikwa next. Nitabonyeza hapo. Hapa sasa, kama unataka umtumie bot, utapanda juu do you think expert is your real expertise, your real expertise is suitable for creating a chatibot chatbot chatiboti. Kama uko tayari, unabonyeza neno yes, hapo alipoandikwa yes, ndio mara pa pakuweka tiki kwamba yes I believe many people could be benefit from this hapo alipoandikwa yes. So hapo eh baada ya kume bonyeza unashuka chini, next step, unakuja hapa hapa. Ni maelezo kuhusu application yako kwamba application yako uh, uh, unaweza ielezea kwa ufupi application yako inahusika na vitu gani, application yako kwa ufupi. Kwa hiyo uh, hapa mambo ni rahisi sana, inaweza ikakupelekea kwenye preview huko. Uh, nadhani unaweza ukaona hapa uh -huh. Ili eneo la juu unaloliona hapa ndio yale maneno yatakapoonekana. Utaenda kwenye edit utashuka hapa chini utaandika sasa maelezo yako kwamba mimi nataka maelezo gani ambayo yataonekana kule, ni maneno mia mbili. Kwa mfano mimi ya kwangu ni uzalishaji wa filamu, na wewe kama ni biashara utaandika kule kwamba nafanya biashara ya kuuza bidhaa fulani au nafanya biashara ya kufanya jambo fulani. Kwa ukija huku kwenye preview hapa, ukiangalia unaona yale maelezo yamejiandika, uzalishaji wa filamu za kisasa ya application yangu no, nataka isomeke kwa juu namna hiyo. Neno la juu nadhani mm, nimeona kwao. Nikimaliza hapo narudi kwenye neno, nitarudi kwenye neno edit. Hapo edit, nitapabonyeza. Kama unataka uongeze maneno yako ya Kiingereza utaandika hapo, kama utaki basi utashuka utaenda kwenye next. Ukienda kwenye next itakurudisha kwenye app preview. Wewe utarudi upande wa juu hapa. Kwa hiyo mkoletea app preview utaenda uta kwenye edit application uh, ili uendelee na taarifa zako. Sasa, hapa ndo pakua makini, kuna maeneo mawili hapa. Nadhani mnayaona. Kuna sehemu imeandikwa knowledge of information. Nadhani mnayaona afu, na nyingine imeandikwa custom instructions. In knowledge of information, nadhani ndo ya muhimu sana, tuanze nayo. Usije ukaanza na custom instructions; nitakupa sababu mbele. Hapa kwenye knowledge of information ni mahala ambapo unatakiwa uielezee biashara yako. Sasa wewe, biashara yako inahusikana nini, unazalisha bidhaa gani, biashara yako inapatikana wapi, namba zako za simu ni zipi, taarifa zote zinazohusu biashara yako, hapo unatakiwa umuelezee boti, ili akaye anatambua kwamba kumbe biashara hii inahusikana mambo fulani, inahusikana mambo haya na haya na haya maneno. Baada ya hapo ndio unakuja kujaza kwenye custom instruction. Lakini anza na knowledge of information. Anza na knowledge of information. Hii <laughs> kutengeneza maneno, maneno natakiwa si maneno elfu hamsini, yasizidi zaidi ya elfu hamsini. Kwa hiyo hapo maneno elfu hamsini kuyapata ni tatizo. Ah uh, kwa wewe pioneer ukitaka kuwa mjanja. Bora ukaona kitu kinaitwa ChatGPT. Unaenda Play Store kama huna ChatGPT. Unayobofunga Play Store. Kisha fungua Play Store, utaandika neno Chat GPT, Chat GTP, sorry, Chat GTP, utaiclick, utainstall kama una ila, kama unayo kama mimi, basi wewe ni open tu. Ukifungua nikishafunguka hiyo Chat GPT, utaandika sasa. Wewe kwa sababu kupata maneno mengi kwa ajili ya app yako ni kazi, utaandika tu kwa ufupi kwamba see, mimi ninataka nina kutengeneza application kwa ajili ya Pi browser na apu yangu ili nataka nataka ihusike na biashara hii hii na hii na hii kulingana na biashara unataka kuifanya. Kama ni kuuza mandazi, utaandika nataka nitengeneze ni application kuhusu biashara ya kuuza mandazi. Biashara yangu iko labda mimi na mfano mimi niko Kilimanjaro na wilaya ya Moshi Moshi mjini, napatikana sehemu fulani na fulani na, fulani, na nini, nini na nini. Namba zangu za simu ni hizi, mawasiliano yangu labda email yangu ni hii. Mtu akihitaji oda labda tunafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi yote ukishamaliza, unabonyeza huu mshale ule, angalia juu. Ukishamaliza kutoa maelezo kwa hapa, unaniambia kwanza, sio unaniambia hii application ya unaniambia Chat GPT kwamba nataka maneno yasiyopungua labda, sisi kule tumeambia elfu hamsini unaweza kaniambia elfu kumi labda elfu ishirini unaweza kaniambia labda elfu kumi au elfu tano kisha itakujeneratia maneno hii Chat GPT itakutengenezea maneno maneno hayo. Sasa ikisha kutengenezea hayo maneno, kwa mfano hapo, mimi nimebonyeza labda nimeandika, chukuli tu mfano, labda nimeandika nimeiomba animeiomba inipe initengeneza hayo maneno, nitafute ambayo tayari na hapa labda ndio maneno right click na copy ile maneno, naenda kwenye app yangu nikayapitia nikapitia neno moja baada ya nyingine, yani nikasoma, kama kuna sehemu ya kurekebisha nikarekebisha, kama kuna hitaji lolote la hayo maneno, kuna kitu cha kuondoa nikaondoa, kama kuna kitu cha kuongeza nikaongeza. Lakini hapa kwenye information ni mahala pa kuweka taarifa za biashara yako, naomba nirudie, ni mahala pa kuweka taarifa juu ya biashara yako wewe. Biashara yako inahusika na vitu gani? Biashara yako ni ipi? Unazalisha kitu gani na kwa ubora upi na kwa namna ipi, sio? Inaeleweka pioneers? Hapo ndio tutaweka taarifa zako. Ukishamaliza kuweka taarifa zako, sasa unakuja sasa kwenye custom instruction pioneers, katika sehemu ya kuwa makini ni kwenye custom instructions. Kwa sababu gani? Hapa ni mahali ambapo sasa yule roboti wako, sasa unamwajiri kwamba yeye, kwa kuwa taarifa umeshaziweka huku chini, huku juu yeye azungumze kitu gani, atakapoulizwa swali aseme nini. Nimeweka taarifa zangu huko chini. Huku juu namwambia roboti sasa nataka kiulizwa kitu ajibu namna hii akiulizwa vipi, ajibu vipi. Akiulizwa ajibu, sio lazima umpe maelezo yote na majibu yote ya maswali. Roboti ana akili, anajua namna ya kuchambua. Sasa kwenye custom instruction hapa pioneers, ukimtumia roboti wako vibaya usimpe limitation, yani vitu vya ku, yani kuna, yani usimpe limitation usimpe matabaka, yaani usimpe kikomo cha cha cha, cha maarifa yake, atajikuta na kujibia vitu ambavyo havipo, sivini? Ukishaenda kule ukatengeneza maneno yako, unaona huko unataka maneno elfu kumi kwa mfano, hapa unataka maneno elfu kumi ndio inayohitajika. Kwa hiyo utakapo, unaweza kaenda kwenye Chat GPT ukaenda ukaiandikia uka, uka, uka Chat GPT kwamba mimi nataka nimpe instruction roboti wangu husiana na biashara yangu. Biashara gani umeshaielezea? Au unaweza kurudia tena kuielezea biashara hii na hii na hii, nataka iongelee bia, biashara yangu kwe, kwa hiyo pale Chat GTP ukiandika hata kwa Kiswahili atakupa maneno, utamwambia idadi ya maneno unayotaka labda ni elfu mbili elfu ngapi, atakupa ile maneno, utakuja kuya paste hapa kwenye custom instruction rafiki robot. Ukimtumia vibaya, kwa mfano robot, usipompa mipaka, usipompa usipo limitation anaweza kuja kukumpa mtu taarifa za uongo akamzalisha mtu taarifa za uongo kabisa. Yani mtu anaweza kumuuliza swali, jibu roboti ana inabidi adanganye, kwa sababu hujampa maelekezo. Kwa hiyo lazima roboti wako mpe limitation kwamba mimi nataka ujibu kisiana laba na maswali yangu ya biashara, laba ya maandazi tu, usije ukajibu nje na maandazi na biashara ya maandazi. Hapo roboti ataenda kama unavyotaka wewe. Roboti ni kama mtoto, kama hujampa mipaka. Roboti ni kama mtoto yeye akiambiwa kitu hiki atatekeleza, akiambiwa kitu kile, akiambiwa naomba namba yako na namba ya siri ya huyu mtu atampa, akiambiwa labda nielekeze kuhusiana sisi na mambo ya labda, nataka kitu hiki atampa, nionyeshe ni picha za ngono atampa. Itafikia hatua sasa application yako itaonekana ni ya kijinga, ni ya kihuni na ni ya kipumbavu, kwa sababu roboti hana mpangilio na ujibu kila swali analoulizwa. Kwa hakikisha roboti wako unampa mipaka kwamba, mimi nataka ujibu hiki, ujibu kile, ujibu kile hiki usikijibu, ili usilijibu ilijibu jibu ili usilijibu. Mtu yote atakaye kuuliza swali ku nje na na na na na, na nini tunasema nje na na, na, na biashara yangu usijibu jibu, jibu labda kwa upole namna hiyo. Unaweza kaenda hapa kwenye Chat GPT ukaiomba ikusaidie Chat GPT kwamba mimi natengeneza roboti unaniambia kabisa kwamba mimi natengeneza roboti na na napotengeneza na roboti nataka unisaidie roboti yangu awe na mipaka kwenye biashara nayo ifanya utahitaji hizo biashara hapo kwa ChatGPT inaweza ikakusaidia kukupa sheria na, na mipaka ya robot. Kwa mfano hapa unaangalia mipaka, unaona boti anatakiwa jibu maswali ya mada husika tu, asije kajibu nje. Na hapo unaona kama ni boti wa sheria, asijibu kuhusu mapenzi, siasa au afya, si unanielewa ndugu ndugu pioneer? Kwa hiyo usije ukaacha kumpa robot wako mipaka, atajibu vitu ambavyo vipo na atatoa taarifa zako za siri labda hata ikiwezekana akatoa hata na password zako, kwa sababu hujampa mipaka. Ndio maana unaona hapa mipaka ya taarifa binafsi wote, asiruhusiwe kutafuta kuhifadhi wala kutoa taarifa zifuatazo: namba ya simu za watu, asitoe password au pin ya mtu, umeona. Vilevile labda kama ni taarifa za kibenki, roboti huyu hatakiwi kuzitoa taarifa za kibenki kabisa, au mahali mtu alipo ama namba ya vitambulisho vya NIDA na passport na kadhalika. Na matumizi ya lugha na yenyewe ni msingi sana kwa roboti. Hakisha bot wako atumie lugha ya staha, asitumie matusi, kejeli au lugha ya kuumiza. Mbona asijibu maswali nje ya, kuh... ya nje ni ya... ya... ya... kwenye ya kukashifu dini, kabila, jinsi au mtu yeyote. Kwa hizo ni mipaka ambayo roboti anakuwa amepewa, au asitoe ushauri wa kitabibu. Kama wewe hapo yako na usika na mambo ya utabibu, asitoe yeye ushauri bali aseme wahusika ndio yoni wewe mwenye hapo ndio wewe unatoa sauli. Yaani, hizo ni sheria unamwekea roboti wako. Zitakusaidia wa roboti wako asijaka misibevu akawa anatoa majibu ambayo haya hapo. Baada ya kume sasa umeipata ume kule umepata kule zile limitation unaweza kuzicopy jinsi zilivyo. Ukaja ukazepaste hapa kwenye custom instructions. Ukato kwenye ChatGPT, ukakopi zote zile limitation na maelezo yote na mipaka na maswali ya roboti utayapewa kule. Kwa hiyo kienda tu kule ukaandika kama mimi baada ya kuwa umeandika hapa chini, in order of information, zile taarifa zako, kwamba biashara namna gani namna gani, chini yake umwandikie naomba instruction za kumpa robot. Umeelewa? atakupa hizo instruction, labda hiyo ndio mipaka. Unaikopi, unarudi kwenye application yako, unaipaste ile mipaka yake, unamwekea hapo robot. Mfano, nadhani unaweza kuona hapa, ngoja nikuonyeshe kitu. Mfano, unaona bote anaweza kaulizwa swali ambalo la ruhusiani kabisa na mada yake, umeona anaweza akauliza swali ambalo ni usaini kabisa na mada jibu. Anaweza ukamwambia kwamba yeye, yeah, atoe majibu labda. Huyu ni boti wa sheria. Mimi ni boti wa sheria, siwezi kujibu maswali nje ya mada hii, sorry. Ila mimi ni mtu ananili, mimi ni mtu wa video production Kwayapa, sheria, Kwayapa, mimi, kwa hapa kwenye sheria inabidi nibadilishe, umeona. Kwa hiyo hapo inabidi nirekebishe na mimi kwa, ndo maana natakiwa makini wakati kule umechukua taarifa kwenye kwenye ChatGPT uhakikishe sheria anazokuwa na limitation anazopewa zinaendana na na field yako kama ni biashara fulani zina na biashara ya fulani kwa mfano mimi ni boti wa elimu ya, ya video production. Andika boti wa video production, siwezi kujibu maswali nje ya mada hii. Kwa hiyo majibu yangu nataka boti wangu asijibu nje na hapo. Baada hapo, nabonyeza next. Ukija hapa ni pa kuchagua rangi, ya, ya, ya. Tuelekea kwenye preview labda uangalie vizuri ehe. Hapa rangi, ya ya muonekano hapa juu, nataka paonekaneje rangi yake. Kwa hiyo utaenda kwenye edit utaselect color

Next step hapa, sasa bonyeza set, unaona unabonyeza set hapa, tayari kienda kwenye preview. Background yangu ni nyeusi, kwa nitakachofanya nitarudi kwenye edit app Nitabonyeza next hapa, tunaona hapa sasa ndo mahala ambapo sasa unatakiwa boti wako umpe maelezo ya awali. Mtu yote akifika tu kwenye application yako aambiweje na robot. Mimi wakwangu, nataka akifika tu aambiwe hello, amrevo jumamkanamba mimi naweza kukusaidia. Wewe unaweza kaandika hata kwa Kiswahili, ni wewe tu mwenyewe unaweza kutumia hata Kiswahili. Mimi ni fulani naweza kusaidia. Kwa hiyo ndio pale mtu anaanza kujielezea au nini na kwa hivyo. Baada ya hapo ukishamaliza kuandika hicho, kuna hii imeandikwa next step, ina maana hatua inayofuata. Unabonyeza hapo itakuleta kwenye app preview, wewe utarudi kwenye edit app. Hapa jina la application yangu, programu yako, hiyo app yako unaitengeneza, unataka hiyo jina gani? Kama ni nyanya, unataka sema biashara ya nyanya, au unatumia majina yako kwenye biashara yako, ni kama duka lilivyo, muuza duka anaanza kwa jina lolote kwenye duka lake. Kwa baada ya hapo, una finish customization, una finish customization, unaweza ku finish customization. Unaona, baada ya hapo itakuletea huko tena kwenye preview, unarudi kwenye edit Tayari hapo ina maana kama mimi hapa nimeshakamilika, nikibonyeza hapo itanipeleka. Kwa hiyo wewe unatakiwa kubonyeza publish your app, ukishabonyeza hapa publish your app itakupeleka moja kwa moja sehemu ya kulipia. Pi moja itakatwa Pi moja nzima. Kwa hiyo itakuletea chumba kwa ajili ya kuweka passphrase zako, maneno ishirini na nne utaweka, uta-confirm. Basi hapo app yako inakwenda kamilika, inakuja itakuletea message kama hii yangu nisha, nisha lipia, ndio maana imekuja moja kwa moja huku, ila kama wewe kwa itakurudisha kwanza kule uka ukananii kwanza, itakurudisha kule uka ukalipie kwanza, itakuletea sehemucumba utalipia. Ukishamaza kulipia, app yako imekamilika. Na imani mmenielewa, tumeelewana. Kwa hiyo makini sana na maboti wetu, umpe limitation, usahau kumpa limitation boti wako. Ukijichanganya usimpe limitation boti wako, usije ukakaa umlilie mtu, kwa maana boti atakuja kujibu na vitu ambavyo vitaki kujibiwa. Nashukuru sana kwa kunisikiliza, asante.